Kwa nini haupati wateja kwenye biashara yako? Kwa nini wateja hawaji kwenye biashara yako? Aa, nitakupa jibu leo kwamba unatakiwa utumie paid ads, matangazo ya kulipia, utaona matokeo makubwa sana, kama haupati wateja kwenye biashara yako. Kama unapata wateja, tafadhali video siangalie, lakini kama haupati wateja, unahitaji kupata wateja, angalia hii video inakuhusu maana itakusaidia kuonesha jinsi ya kupata wateja kupitia paid ads, itakupa sababu. Um, mfano mzuri wa paid ads ni hii hapa, ili ni tangazo ambalo namna ya kuliseti kupitia kwenye kompyuta namna ambavyo unaweza ukaseti matangazo hii hapa, inaitwa ads manager. Ads manager ndio sehemu pekee ambayo unaweza ukaseti matangazo yenye kuleta matokeo U, kuseti matangazo sio kuboost, kwenye kuboost unakuwa hauseti matangazo. Kwa hiyo uh, ili uweze kupata wateja unatakiwa uzingatie baadhi ya vitu ambavyo unatakiwa uvijue na kuvifatisha, wakati unapokuwa unatafuta wateja kupitia matangazo ya kulipia. Kwa hiyo uh, matangazo ni njia ya, ya haraka zaidi ya kuweza kufikisha biashara yako au kitu unachokiuza mbele ya watu. Eza unatoa huduma, au unatoa kitu chochote kile. Kwa hiyo ah, matangazo ni pale unapolipia kwenye mitandao, mfano unalipia Facebook, unalipia Instagram, unalipia TikTok, unalipia Google ili wakutangazie kwa wale watumiaji wa hizo mitandao ya kijamii labda X, mitandao yote ya kijamii. Ukiweza ukilipia matangazo hiyo tayari ni unaita paid ads ili iweze kuonekana kwa watu wengi. Kwa hiyo uh, kama upate wateja jaribu paid ads, utapata matokeo kwa sababu wateja hawaji kama ulivyotarajia. Inawezekana labda unaweza uh, uh, ukahisi labda una, una bidhaa mbovu au biashara ni ngumu au mzunguko hamna, lakini ni kwa sababu wewe mzunguko haujautafuta. Unatakiwa utafute mzunguko kwa kutangaza biashara yako iweze kuwafikia watu wengi. Mzunguko hauji wenyewe, wateja hawaji wenyewe. Kwa hiyo suluhisho na njia ya haraka kabisa ya kuweza kufikisha biashara yako kwa watu wengi zaidi a, ni kutumia paid ads ambayo ni unatumia Facebook, Instagram, TikTok au Google. Tangazo yako itawafikia watu wengi a, kupitia hiyo akaunti yako na sio followers ambao wamekufollow, utaweza kuwafikia watu wengi zaidi, zaidi ya followers wako. Kwa hiyo hii video imeletwa kwenu na Victoria Agency, ambao tunakusaidia kurusha matangazo ya Facebook, Instagram, TikTok, na Google kwa kukuletea wateja katika biashara yako. Kwa hiyo, ukihitaji huduma tutakusaidia kwa kukusetia matangazo yatakayokuletea wateja, uh, uh, tutakufundisha kuseti matangazo yako mwenyewe tutafanya vitu vyote au tunaweza kufanya one to one consultation na kufundisha jinsi ya kuongeza mauzo kupitia matangazo. Hizi huduma zote za digital marketing unazipata kutoka Victoria Agency, unaweza ukatupigia simu 0693 880 325. Faida za paid ads, kwa nini urushe paid ads? Kwa nini ulipie matangazo? Kwanza, unawafikia watu wengi kwa muda mfupi, badala ya kusubiri watu wafike dukani kwako baada ya kusubiri watu waone post yako ulio posti leo status au kwenye akaunti yako. Aa, unafikia watu wengi ndani ya muda mfupi. Ukisitangaza labda ukaseti kwamba kiasi unatumia 5000 tu unaweza ukajikuta unafikia watu wengi sana kwa pesa kidogo na katika wengi utaweza kupata watu wa kununua. Kwa hiyo faida za kutumia page hizi ndio kama hiyo, kufikia watu wengi. Nyingine ni una target watu sahihi. Unaweza ukaamua kuchagua kwamba mimi nauza labda inauza duka la nguo za wanawake kwa ukiusha matangazo, unachagua kwamba tangazo yangu lionekane kwa watu wanawake. Labda mimi nauza bidhaa ambayo ina, ina, ina, ina tageti watu wa umri fulani labda wazee, unachagua wazee. Labda ina tageti watu wa mkoa fulani au sehemu fulani unachagua, labda watu wenye kazi fulani wenye tabia fulani watu wanaopenda vitu fulani unachagua. Unachagua vivyote kupitia matangazo kupitia kwenye kuseti matangazo. faida zingine ni unaongeza mauzo. Kwa hiyo biashara kati ya nane biashara nane kati ya kumi ambazo zimetumia paid ads mauzo yao yameongezeka sana, na ndo maana ukiingia Facebook sasa hivi, ukiingia Instagram, ukiingia YouTube, ukiingia Google, popote pale utakutana na matangazo, utakutana na kitu kimeandikwa sponsored. Hiyo ni matangazo, mtu amelipia ili kiweze kuonekana kwako. Kwa hiyo kwa na wewe unatakiwa biashara yako uweke matangazo, uweke bajeti kwa ajili ya kuweza kuonesha Aa, kwa watu wengi pia. Ukishaongeza mauzo, kuna faida nyingine ambayo unafanya brand yako ionekane kila siku. Kama wewe labda una duka lako au unauza kitu ambacho kina unahitaji watu wakione kila siku, wanakuwa wanakiona, wanakiona, wanakiona, inaongeza nguvu yao kuweza kufanya maamuzi ya kukinunua. Hata ukiangalia mitandao ya simu, inajulikana, kila mmoja anajua mtandao fulani, mtandao fulani, lakini awaachi kulipia matangazo. Ukiingia kwenye TV, ukiingia kwenye redio, ukiingia kwenye mitandao ya kijamii, unakutana matangazo yao. Ukienda kama vinywaji kama Kokakola kama nani, wote hao wanalipia matangazo, ingawa wanajulikana. Kwa hiyo, unafanya brand yako ionekane kila siku kupitia matangazo. Kwa hiyo, mfano juzi kati hapa, kuna duka la nguo, kuna jamaa na duka la nguo za wanawake, alikuwa ameleta mzigo mpya, nikamtengenezea Facebook ads tageti yake ilikuwa ni kwa sababu alikuwa ni watu wa fashion, fashion nguo za fashion, wanaopenda fashion, tuka tageti miaka kumi na nane hadi thelathini na tano Alikuwa yuko katika mkoa wa Mwanza, tuka tageti watu wa Mwanza. Kwa hiyo nilimshauri kwamba baada ya kusubiri wapita njia, ukipata mzigo mpya niambie, turushe tangazo hivyo. Rusha uh, tangazo, akarudisha hela zake hapo hapo, ndani ya siku moja hela zake zikarudi akabaki tu kuendelea kutafuta faida. Kwa hiyo, uh, ukiona biashara yako inayumba inayumba, utakii kufunga biashara, unaweza ukabadilisha mbinu ambayo mbinu utakayotumia ni kujaribu matangazo ya kulipia. Hayo matangazo ya kulipia itakusaidia sana. Hata kama, una fremu, una nini au una aa duka la kuuzia bidhaa zako, kama una mzigo wako nyumbani, kupigia matangazo unaweza ukauza vizuri tena kuliko yule ambaye ana frame au ana duka. Kwa hiyo, chochote kile wanachokiuza iwe ni huduma, iwe ni bidhaa chochote kile unaweza ukarusha matangazo kikapata wateja wengi. Kwa hiyo kama unataka kusaidiwa kurusha matangazo, Victoria Agency unaweza kukusaidia. Tutapigia simu 0793880325 au katutumia message WhatsApp tutakusaidia. Kwa hiyo ukiweza kurusha matangazo unafikia zaidi. Labda peji yako ina followers elfu moja lakini ukirusha tangazo aa, unaweza ukawafikia watu elfu kumi kwa kuongezea tu bajeti labda ya bajeti ya elfu tano au elfu kumi unawafikia watu elfu kumi, watu zaidi ya elfu kumi, watu laki moja, kulingana na bajeti ulioweka. Kwa hiyo kuna faida kubwa ya kurusha matangazo na kila mtu anatakiwa kila mtu ambaye anafanya biashara kila mfanya biashara anatakiwa arushe matangazo ili awafikie watu wengi zaidi, ili atarget watu sahihi, ili aweze kuongeza mauzo, ili aweze kufanya brand yake ionekane. Kama una duka, una saluni, una chochote kile, unatoa huduma fulani, chochote kile, unapokuwa unarusha tangazo, watu wanakuwa wanakuona kila siku, wakikuona wanakuamini uh, kwa sababu unakuwa unaonekana uko serious na unachokifanya hiyo ndo faida kubwa ya kurusha matangazo ambayo unatakiwa uizingatie. Kwa hiyo, uh, jaribu kutumia paid ads, fanya hivyo mara kwa mara. Uh, kama hujui namna ya kuseti matangazo yako tutakusaidia sisi Victoria Agency, uh, nikiwa mimi kama kiongozi wao nitakusaidia, uh, unaweza kunipigia simu nitakufundisha kuseti matangazo yako, uh, wao, uh, sim, kuseti matangazo yako, mwenyewe katika biashara yako. Tutafanya live consultation ili idia kuweza kuongeza mauzo kupitia huduma mbalimbali za digital marketing ambazo unatumia social media. Sio lazima uende dukani kila siku, unaweza ukaamka asubuhi badala ya kuweka ile nauli ya kwenda kazini kufanyaje la kula si nini, ukaweka kwenye matangazo ya FB, hapo ukakusanya wateja wako, ukaanza kuwatumia mizigo, ukaanza kuwatumia mzigo, akanunua. Kwa hiyo, jitahidi sana uweze kurusha matangazo. Sisi tunawasetia sana wateja wetu matangazo, kwani huyu ni mteja wetu, tunamsetia matangazo mengi mengi sana. Aa, kuna vitu vingi ambavyo vinafanyika katika paid ads ambavyo unatakiwa uvijue au ufanyiwe, ili tangazo lako liweze kuwafikia watu wengi. Kwa hiyo ndio, unaweza ukauza kitu chochote kupitia matangazo. Sio lazima kiwe kitu fulani, kitu chochote kile kinauzika as long as kinahitajika na watu au kina demand kwa watu au watu wanakihitaji kitu chochote kile kinauzika, unakirusha tangazo linaenda vizuri. Kwa hiyo hiyo ndo njia ya kuweza kupata wateja haraka na kuweza kuuza haraka na kuweza kuweza kupata mzunguko wa unachokiuza, mzunguko wa bidhaa yako. Utapata wateja wengi ukijaribu kutumia paid ads. Uh, watu wengi wametumia paid ads, ndio maana ukiingia sasa hivi Facebook unakutana na tangazo, ukiingia Instagram unakutana na tangazo, ni kwa sababu wa wa wameamua kutoa pesa kidogo kuweza kuseti matangazo yao yakaonekana kule. Hakika biashara yako utapata uh, uh, wateja wengi sana ukijaribu kurusha tangazo. Wewe jaribu tu utakuja kunipa matokeo. Unaweza ukajaribu mwenyewe ukajifunza mwenyewe kurusha matangazo ukajifunza, kuna video nyingi, tuzo nyingi za YouTube. Ukishajifunza nitafute WhatsApp kwa namba hiyo 0693880325 unipe feedback ya ulichokipata. Ukikwama sehemu nitafute pia niweze kukusaidia kuhusu kurusha matangazo. Karibu au, usisahau ku subscribe hapo na kulike video yangu na kuangalia video, video nyingine ambazo unaendelea kuposti zinazohusu namna ya kuleta wateja katika biashara yako, namna ya kuweza kuuza kitu ambacho ulichonacho, kuuza kitu chochote, namna ambavyo unaweza uh, ukauza skills ukauza ujuzi wako ukauza kitu chochote uh, ambacho unakifahamu. Karibu.